Okay, so mara nyingi nimehifadhi ni sura hiyo moja, moja teachers, yujima, wiyonani, um, kwa moja kinywa cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, siku juu ya mimbar huyo nani Ummu Hisham anasema hivyo. Maana inajuzu khatibu akasimama juu ya mimbar akaamua kusoma sura moja akaitafsiri, sawa, akatafsiri baada ya khutba imeisha ya Qur'an soma akaelezea akaifafanua, au baadhi ya ayati akasoma. Sikuyo akasoma na Alqari'a, hapana na Alqari'a, au kama katika Ramadhani kule ee, suratul qadri, in anzalnahu fi ladil qadr, soma kwa tafsiri khalas, si tumefahamiana? Wengine wanaanza manjonjo sasa. Ukianza manjonjo ya wa watu wenyewe hawaelewi, utawapoteza kwi. <laughs> tafsiri tu kwamba

ijumaa <laughs> si apa msikitini kwetu, mpango wa katibu katibu ajatokea kwa dharura dharura, bahatimbaya au kama mendafanya maksudi. Sasa simpo hapa wote mashekhe mpo simama, Abu abuuthemini anakuja na tumefamiana hasa atafsiri kul llahu tu in alhamdulilah, kimalizapo kul hullahu ahad Si yote tunaijua, si yotenamaliza tafsiri, anamalizia mwisho, mambo yameisha. Hutua imefanyaje? Shasimama, hatk ana shida ya kuangaika, tunaanza kuangalia khatibu, namsimamishe Abu Mudathir pale, anambia mzee wambl, anasimama lakini mambo yameisha, safi kabisa, vitu kwa ufupi tu, dakika zake tano sita memalizika akimisala.